Waziri Mkuu wa Pakistani Nawaz Sharif amejiuzulu baada ya maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya juu kufuatia uchunguzi uliokuwa ukifanywa wa madai ya rushwa na mapato ya familia yake. Madai hayo yalifichuliwa katika nyaraka za Panama mwaka jana. Israeli imewazuia wanaume wa Kiislamu wenye umri zaidi ya miaka hamsini kuhudhuria swala ya Ijumaa katika eneo takatifu linalozozaniwa mjini Jerusalem. Kumetokea vurugu nyingine baada ya wa Wapalestina kurejea katika msikiti wa Al Aksa baada ya Israel kuondoa vifaa vya ukaguzi vya kielektroniki. <muchilis> Watu saba wameuawa katika vurugu nchini Venezuela katika vurugu za waandamanaji na polisi. Serikali ilizuia maandamano ya upinzani yaliyoanza Ijumaa. Hata hivyo, upinzani wenyewe umeitisha maandamano zaidi. Kura ya kulichagua bunge maalum la kuandika upya katiba itafanyika Jumapili. <muchilis> Waziri wa ulinzi wa Japani Tomomi Inada ajiuzulu kwa madai ya kashfa kwamba idara yake ililidanganya bunge na umma juu ya ujumbe wake wa kulinda amani nchini Sudani Kusini. Waziri Mkuu Shinzo Abe ameomba msamaha kwa kumteua waziri huyo. Senegal itafanya uchaguzi wa bunge siku ya Jumapili. Miongoni mwa wagombea wa ubunge yupo rais wa zamani Abdoulaye Wade. Kampeni za uchaguzi zimemalizika siku ya Ijumaa. Serikali ya Rais Macky Sall inakabiliwa na ushindani mkali.